<laughs> Sasa jamani leo kipindi changu tutajifunza masuala ya katapila. Jinsi gani ya utengenezaji jamani. Umeona? Una kama mnavyoiona hii hapa katapila yetu ambayo inatumika kunyanyua sana vitu eh, kunyanyua vitu, kuchimba chimba vitu eh? Kama unavyoiona kwa hiyo hii, hii, hii katapila yetu inatumia sana sana pneumatic system, hydraulic system, na electrical system. Kwa hiyo mara nyingi kama leo tulikuwa tunajaribu kutengeneza sehemu zote za pneumatic system, umeona, sehemu zote za upepo upepo umeona, na electrical electrical zote tumetengeneza tengeneza hapa, kwa kama tunavyoona katapila yetu. Kwa pia kuna matairi haya tulikuwa tunatengeneza, yamekaa vizuri kabisa, umeona. Kwa kama kawaida tunaanza upepo upepo huo wote, umeme umeme wote huko tumezitengeneza, umeona. Kuna hii hapa ilikuwa inashindwa kutoa, exhaust system inashindwa. Kwa hiyo pia tumeitengeneza vizuri, umeona. Kwa hiyo imekaa katika usawa kabisa, haina shida yoyote. Kwa hiyo pia tutajifunza vitu vingi, masuala ya hydraulic system, umeona, masuala ya hydraulic, umeona, pneumatic electric kwa hiyo tutajifunza vitu vingi. Kwa hiyo ma engineering wote mnatakiwa, hata kama sio engineering wewe wa veta, ni muhimu pia kwenda veta. <laughs> Umeona, ni muhimu pia kwenda veta ili ukajifunze. Au kama hujajifunza njoo veta ya kitaya, njoo veta ya mtaani utaweza kujua vitu kama hivi, utaweza kuitumia vizuri sana mashine yako kama hii. Umeona inatumika sehemu nyingi sana, sehemu nyingi sana. Kwa hiyo tutajifunza vitu vingi hata jinsi ya kuendesha. Wewe si unaona na pedi ngapi tu hapo mbili wewe utajua hapo tatu, kwa utajua vitu vizuri vingi vingi, vingi katika hii mashine yetu. Wewe mwenyewe unaiona, kwa matairi yote tumetengeneza tayari, yako safi. Hydraulic system zote ziko safi, electrical system ziko safi na pneumatic system zetu ziko vizuri. Umona, kwa tumetengeneza, haya taa zetu zikuwa ziwaki vizuri, tumezitengeneza kama kawaida kwa hiyo hapa wata yetu inawaka safi, pipe zetu zote ziko sawa. Umeona kwa hiyo, tume tunakukaribisha mpendwa, kama unataka kujua kitu chochote juu ya hii mashine yetu, uweze kuniona na kuniteksti uh, kuni text katika message au kunipigia kwa namba yangu, utajifunza vitu vingi kupitia hii. Kwa hiyo hii mashine inatakiwa kwanza, unajua kuitengeneza, unajua kuiendesha na matumizi yake. Si unaona inatumika sana. Tunaitumia sana. Tunaitumia sana tena sana katika matumizi aina mbali mbali. Umeona? Mbalimbali mbali. Ni muhimu sana kujua kitu kama hichi. Ukitaka kuendesha utaniona, ukitaka kutengeneza utaniona. Kwao ukiwa saiti pia umetingwa wewe nione, nipigie. Nitakutengenezea vitu vizuri kabisa, hali itakuwa iko safi. Kwa hiyo jamani, msisahau kusubscribe, kucomment na kulike. Kwa hiyo tutaonana kipindi kijacho.